I think uh, it makes me to come here because of also uh, I, I I, saw they've been doing well but uh, it, I'm just excited to be in this team and try to be here and try to contribute and be with this team. Kocha msaidizi huyo wa Yanga, Patrick Mabedi. Katika hatua nyingine, Ally Kamwe ameeleza sifa za Patrick Mabedi ambazo zimeifanya klabu ya Yanga kumchagua kocha msaidizi. Yes, bana, leo uongozi wa Young Africans chini ya rais wetu Engineer Hersi Said, na tumemuona mazoezini hapa, alikuwa pia na makamu wetu wa rais Arafat Haji, wamekuja kumtambulisha hapa mwalimu mpya msaidizi, anaitwa Patrick Mabedi, ni raia wa Malawi na ni raia ambaye wa Malawi, ukiangalia profile yake, amefundisha timu ya taifa ya Malawi, amefundisha timu mbalimbali South Africa, ni miongoni mwa magwiji wa klabu ya Kaizer Chiefs. Kizungumza magwiji wa Kaizer Chiefs, huwezi kuacha kuita jina la Patrick Mabedi, ameongezwa kwenye uh, technical bench yetu. Swali linaweza kuwa uh, yuko wapi Manu Rodriguez ambaye alikuwa assistant anayefanya kazi na Romain Folz. Manu Rodriguez amepata changamoto ya kiafya na amewasilisha barua yake kwenye uongozi kwamba anaomba apate muda wa kupumzika, aende kushughulikia changamoto yake y afya ambayo ameipata. Kwa hiyo uongozi umempa baraka zote na anaingia nchini siku ya kesho baada ya kwenda kufanya vipimo vyake, anaingia nchini siku ya kesho kwa ajili ya kukamisha taratibu zote za kumalizana na uongozi wa Club Young Africans na kumruhusu aende. Kwa hiyo tukaona hapa hapa, wakati huu timu inajiandaa, tutafute assistant mwingine na tumemchukua assistant mwenye uzoefu mkubwa, mwenye CV kubwa, assistant mwenye leseni pia ya CAF. Our new assistant coach wa klabu yetu, hana tatu, hana chochote, ana CV, ni kocha mkubwa, ni kocha ambaye anaweza akakaa kwenye technical bench yoyote as head coach, lakini huku tumemchukua kama assistant coach, anakuja kusaidiana na Romain Folz. Wakati huohuo kikosi cha Yanga kimefanya mazoezi uwanja wa Avic Town kujiandaa na mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Africa dhidi ya Silver Strikers ya Malawi itakaochezwa Oktoba kumi na nane mwaka huu nchini Malawi. Katika mchezo huo Yanga itaendelea kumkosa mshambuliaji hatari Clement Mzize ambaye anasumbuliwa na majeraha. Omari Suleiman amefika katika mazoezi ya Yanga leo jioni na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hapa ni Avic Town kambini mwa kikosi cha Young Africans ambapo tumeweza kufika hapa kujionea kile kinachoendelea, na kubwa zaidi ni kikosi cha Yanga kikiendelea na mazoezi kuelekea katika michuano ya kimataifa. Tumefika hapa na kuzungumza na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hii, Ali Shabani Kamwe ambaye ameeleza kinaga ubaga namna wanavyojiandaa kuelekea katika michuano ya kimataifa ambapo siku ya Alhamis wanatarajia kuanza safari kuelekea Malawi kucheza na timu ya Silver Striker baada ya mapumziko ya siku ya Jumamosi na Jumapili. Leo timu imerejea hapa Avic Town kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea uh, mchezo wa uh, kimataifa kwa maana ya Champions League dhidi ya Silver Striker. Na leo sio kwamba wamekuja tu kufanya mazoezi, timu imeingia kabisa kambini, kwa maana tutakuwa tuko hapa mpaka siku ya Alhamis tukiendelea kusalia katika klabu ya Yanga, inatarajia kusafiri na mashabiki wake kwenda nchini Malawi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Silver Strikers, ambapo mpaka sasa magari yamefikia 40 kwa taarifa ambayo nimeipata kwa mkurugenzi wetu wa wanachama, kaka yangu Ibrahim Samuel Sofa, tuna magari 40 ambayo tayari ameshajiandikisha kwenye idara yake kwa ajili ya safari ya kwenda Malawi nina uhakika mpaka tunafika siku ya Jumatano usiku, ambayo ndio magari yataondoka hapa kuelekea Malawi, tutakuwa tumepata namba kubwa zaidi, kwa sababu hamasa imezidi, imezidi kupanda. Kwayo tunaamini mashabiki wetu wataendelea uh, kulipia kwenye matawi yao, kulipia kwenye namba ya klabu kuhakikisha tunasafiri kwa wingi kuelekea Malawi.